Shirika la maendeleo ya wanawake linaendeleza hamasa kwa kina mama katika kaunti hiyo ya Mandera ili kuwawezesha wanawake kujiendeleza kiuchumi. Wakizungumza kwenye ufunguzi wa afisi yao eneo hilo, shirika hilo limesema kuwa mafunzo yao yatawaruhusu wanawake kutafuta nafasi za uongozi na pia kuimarisha biashara zao ili waweze kujitegemea. Aidha, maafisa hao watatumia fursa hiyo kuwafahamisha wanawake kuhusu haki zao za kikatiba ili kuzuia unyanyasaji. Ahii hey, maendeleo siyo maendeleo ndogo, it is a very big project, na tunataka turudie, because zamani hii organization ya kina mama ilikuwa na nguvu mingi sana kuru, na serikali ya kuu pia ilikuwa wanasupport. Nataka niimize ama niombe rais wetu mpendwa his excellency William Samoei Ruto asaidia wakinamama wa Mandera wanazowezesha. Kusaidia wakinamama ni kusaidia nchi. Na hii nyingine ni hii nyumba ambayo tumejenga, tunatarajia itas, itajenga nyumba mingi na itasaidia wamama wengi kama hivyo. Tumeomba gavana wetu, tulimwambia atuongezee na ameahidi atatuongezea. Tumefurahi sana na tutaongeza na tutajenga, na hii nyumba itakuwa itasaidia wamama, na sio lazima wamama peke yake, kwa sababu mababa pia ni wetu, wa vijana ni wetu. Tukiona pali ya kusaidiana, tutasaidiana na wamama. Ni foundation ya dunia hii ya kwamba bila mama hawezi ishi, bila mama kuna kitu yenye inaenda. Mama ndio foundation ya kwanza. Kwa hivyo hiyo mama tumejisaidia ya kwamba ndio tumefikisha hii nyumba kiwango hii. Ndio tunataka bado tunajisaidia, bado tunataka unguvu kwa sare